na vigezo kwa kampuni ya Amboni Sisal Properties Limited ya jijini Tanga. Fedha hii tayari imerejeshwa TIB. Mbili, ushuru uliokusanywa katika maeneo ya minada, masoko na maeneo mengine katika halmashauri ya jiji la Ilala kiasi cha shilingi bilioni 6.8. Wakusanyaji hao wa ushuru hawakuziwasilisha fedha hizo benki. Fedha zimerejeshwa na kuwekwa katika akaunti ya mfuko mkuu wa halmashauri ya jiji la Ilala. Ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri kiasi cha shilingi bilioni 3.16. Kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 1.12 ni fedha taslim iliyorejeshwa kwenye akaunti za halmashauri na shilingi bilioni 2.04 ilidhibitiwa sambamba na vifaa kurejeshwa katika miradi husika. Nne, ukwepaji kodi wa shilingi bilioni 2.4. Kati ya fedha hii shilingi milioni 281.44 ilikuwa ni fedha ya kodi iliyokwepwa kulipo na wafanyabiashara mbalimbali katika mkoa wa Kigoma. Vilevile, TAKUKURU imeokoa kiasi cha shilingi bilioni 2.15 iliyotokana na ukwepaji wa kodi ya zuio, yani withholding tax. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.